Mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Talaam atasema ambaye atasalia korokoroni kwa siku mbili zaidi hadi siku ya Jumatano wakati mahakama kuu itaamua iwapo atazuiliwa kwa siku 21 zaidi. Wakati huo huo, washukiwa wengine watatu waliofikishwa mahakamani watasalia ndani kwa siku kumi na nne hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa tena. Mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Talaam alionekana mtulivu alipofika mbele ya hakimu Ben Mak katika mahakama ya Milimani. Upande wa mashtaka pamoja na aipoa wakitaka Talaam kuzuiliwa kwa siku 21 kwa kuwa anadaiwa kuingilia kati uchunguzi unaoendelea kupitia mtazamo wa CCTV na mawasiliano kupitia simu yake Ayana. Hata hivyo, mawakili wa mshukiwa walipinga madai kwamba mteja wao Taalam alihusika na mauaji ya Albert Ojuang wakisema kwamba hakuwa kazini wakati tukio hilo lilipotokea. Wakati huo huo, washukiwa wengine raia wanaodaiwa kumpiga Albert Ojwang hadi kufariki, Jane Amito, Collins Karani na Brian Mwaniki Njue walifikishwa katika mahakama ya Kibra na Kahawa ambapo upande wa mashtaka ulikubaliwa kuwazuia washukiwa kwa siku kumi na nne zaidi hadi pale kesi hiyo itasikizwa tena. Mawakili wa upande wa mashtaka na wale wa washukiwa tayari wanatayarisha mashahidi kufika mbele ya mahakama wakati kesi hii itasikizwa kwa kina katika koti tofauti jijini Nairobi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika mahakama ya Milimani.